Rais Jose Mario Vaz wa Guinea Bissau amemhakikishia Rais Dr. John Magufuli kuwa nchi hiyo itaendelea kushirikiana na Tanzania katika nyanja mbalimbali hususan katika uchumi kwa manufaa ya wananchi wa nchi zote mbili. Rais Jose Mario Vaz amesema hayo katika ujumbe wa barua uliowasilishwa kwa Rais John Magufuli na mjumbe maalum wa Rais huyo, Jenerali Omar Embalo, Ikulu jijini Dar es Salaam. Mjumbe maalumu wa Rais Jose Mario Vaz wa Guinea Bissau, Jenerali Omar Embalo ambaye amefika Ikulu kumpa salamu Rais John Magufuli. Guine Bissau na Tanzania zina historia ya kipekee, ndio maana Rais Jose Mario Vaz amenituma hapa kumtakia Rais John Magufuli maisha marefu na kujaribu kuangalia aina gani ya ushirikiano tunaweza kuukazia kwa manufaa ya nchi hizi mbili. Kind of south -south. Aidha, katika ujumbe huo rais Jose Mario Vaz amempongeza rais Magufuli kwa kuchaguliwa kwake kuiongoza Tanzania katika awamu ya tano, na amemwalika kuitembelea Guinea Bissau ili kuimarisha zaidi uhusiano na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili rais Magufuli amemshukuru rais Jose Mario Vaz kwa kumtuma mjumbe maalum kwa ajili ya kumletea ujumbe wa pongezi na amemhakikishia kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na Guinea Bissau. Wakati huo huo, rais Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa Ikulu, jijini Dar es Salaam. Nora Uledi, TBC, Dar es Salaam.